bila changamoto yoyote. Hii inawezekana. Kwenye uleaji wako au kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, huwa unasumbuka sana hata e, kwenye eneo la kulea vifaranga na unajiuliza nitawezaje kupata matio kama single body kama sehemu za kulishia chakula e, kama e, zile hita au e, janzo vya joto kama balbu za umeme au eneo lako halina umeme, ndio maana unajiuliza nitawezaje kulea vifaranga. Kuna njia simple kabisa ambayo itakusaidia wewe ambao una mpango wa kuanza biashara ya ufugaji wa kuku au tayari upo kwenye biashara yako ya ufugaji wa kuku lakini unasumbuka sana kwenye uleaji wa vifaranga, na mwisho wa siku unajikuta kuna changamoto ya vio vinatokea, na unashinda ufanyaje. Unapoangalia hapa nyuma, hawa ni vifaranga ambao leo wana siku ya saba na vifaranga ambao kwa idadi yao ni kama elfu moja hivi, wapo kwenye bruda ambayo nimeiandaa kwa matirio ambayo ni simple kabisa, ili mradi tu anapata mahitaji yao ya msingi. Na ukiangalia hapa kwa haraka haraka, unaweza ukaona. Hii hapa ni tubai ambayo nimelitumia kama buruda yani, ambalo nimeliweka ili kusudi nizuie vifaranga kutoka, lakini pia niwezeshe ku, eh, kutunza joto ndani ya hii buruda. Lakini pia unaweza ukaangalia vile eh, vyombo vya buruda vile ni eh, vyombo kwa ajili ya fida kwa ajili ya kulia kuku wakubwa, lakini mimi nilichokifanya baada ya kwenda kununua sahani za kulishia vifaranga nikaamua kuzitumia hizo hizo ili kusudi niweze kuwapatia chakula vifaranga vyangu na waweze kuenjoy kabisa maisha. Na inawezekana wewe kwenye ufugaji wako wa kuku, au e, una mpango wa kuanza kufuga kuku na unajiuliza nikawezaje kuyatimiza yote hayo, usisumbuke. Chakufanya, tumia materials ambayo yapo kwenye eneo lako ili kusudi uweze kufanya ufugaji wako vizuri kabisa. Lakini kingine ni kwamba usijilazimishe sana kununua, e, materials au vitu kwa ajili ya kulelea vifaranga. Chakufanya, unaweza ukanunua vyombo ambavyo unaweza uka, ukavitumia uka e, kipindi paranga wako wakiwa wadogo, lakini vilevile ikaja kukusaidia kama kuku wakiwa wakubwa. Kwa mfano mimi, unaweza ukaona hapa, hii ni fida ambayo kwa sasa naitumia kama sahani kwa ajili ya kulishia vifaranga vyangu, lakini itafika muda hawa vifaranga unaowaona hapa watakuwa wakubwa. Wakiwa wakubwa, hii mimi nitaigeuza, itakuwa ni fida kwa ajili ya kuku wakubwa. Kitakacholeta tofauti, nitakuja kuweka chombo hapa juu ambacho kitakuwa kinatumika kuhifadhia chakula na maisha yanaendelea kama kawaida. Sema kwamba e, hauwezi ukalea vifaranga kwa sababu aidha kuna changamoto ambazo zinakuzuia wewe kuweza kulea vifaranga, inawezekana changamoto za mtaji, changamoto za upatikanaji wa vyombo kwa ajili ya vifaranga au changamoto ya umeme ndio maana unashindwa kulea vifaranga vyako. Na kwa haraka haraka mimi natumia mkaa kama unavyoona, na e, vifo kwenye e, uleaji wangu wa vifaranga sijaona. Na hawa vifaranga wapo elfu moja. Kwa hiyo na wewe kwenye ufugaji wako inawezekana kufuga eh, kuku kuanzia hatua ya mwanzo kabisa ya kifaranga, yani kuwalea kwenye buruda, na ukaweza kufanya vizuri zaidi kwenye uleaji wako wa kuku. Kama una changamoto kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, unaweza ukawasiliana eh, na mimi kwa kushare kushea eh, kwenye comment hapo, ili kusudi tuweze kuelimishana kuhusiana na changamoto ambayo inakusumbua. Lakini pia unaweza ukashare video kwa mtu mwingine ambaye ana interest ya kujifunza kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji wa kuku, ili na yeye aweze kujifunza kabisa na aweze kupata ujuzi ambao tunamsaidia kuweza kufanya vizuri kwenye eneo lake la ufugaji wa kuku. Asante sana tukutane katika video nyingine.